Nam ujambo na karibu katika chaneli ya Darubini, sehemu ambayo tunazungumzia mambo mbalimbali kuhusiana na imani ya Kikristo, lakini pia tukiangazia na vitu vingine katika dunia. Lengo la chaneli yetu ni kukuza uelewa wetu katika maneno ya Mungu, lakini pia ni kujaribu kuangalia maana halisi ya vifungu ah, ambavyo vipo katika Biblia ambavyo watu wengi wanavitafsiri tofauti. Mada yetu iliyokuwa mezani ni siri ya kitabu cha Ufunuo. Kwa hiyo kama ni mara yako ya kwanza, basi nakuomba uweze kusubscribe kwenye chaneli yetu, ili tuweze kuwafikia watu wengi zaidi, lakini pia na wewe uweze kupata taarifa pale ambapo tunaweka video mpya. Naomba uweze kuungana na mimi katika mwanzo mpaka mwisho wa video hii, na pia uweze kurudi mara kwa mara, ili tuweze kupata elimu ya neno la Mungu. Kama nilivyosema hapo awali, mada yetu iliyokuwa mwanzoni ni kuangalia siri ya kitabu cha Ufunuo. Tunaenda ukurasa kwa ukurasa, sura kwa mistari, kuangalia nini hasa Mungu alikusudia kutugea uh, maana halisi ya haya maneno katika kitabu cha Ufunuo. Mara ya mwisho tulikomea kwenye sauti kama baragumu katika Ufunuo, basi na leo tunaanzia hapo kama ifuatavyo. Karibu sana. Na Mungu aweze kukubariki. Katika Ufunuo sura ya kwanza wa mstari wa kumi kuna neno linahusiana na sauti kama baragumu katika gano la Kale, Mungu alipokuwa na neno muhimu la kuwaambia watu wake, aliwaita kwa baragumu. Ukitazama katika Kutoka sura ya 19 mstari wa 16 mpaka 19 Maneno ya Mungu katika mstari wa 16 mpaka 17 hapa yanasema kama ifuatavyo: ikawa siku ya tatu, wakati wa asubuhi, palikuwa kuwa na ngurumo na umeme na wingu zito juu ya mlima na sauti ya baragumu iliyojaa sana, watu wote waliokuwa kituoni walitetemeka. Musa akawatoa hao watu katika kituo, akawaleta ili waonane na Mungu wakasimama pande za nchi za kile kilima. Hivyo, katika mstari huu wa Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kumi Yohana hakusikia baragumu, bali sauti kali kama baragumu. Sauti ile ni sauti ya Kristo. Tunapoendelea kusoma Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kumi na moja tunaona maneno yameandikwa uyaandikie katika chuo katika mstari huu wa 11 Ufunuo sura ya kwanza, maneno ya Mungu yanasema ikisema haya uyaonayo uyaandike katika chuo, ukayapeleke kwa hao makanisa saba: Efeso na Samrina na Pergamo na Thiatira na Saldi na Filadelfia na Laodikia. Hatujui Yohana Yoana alitumia nyenzo gani kuandika lakini tunasoma habari ya uandishi wa vitabu vyake au vitabu vya kale kwamba havikuwa sawa sawa na vitabu vya siku hizi. Watu wa zamani hawakuwa na utaalamu wa kutengeneza karatasi wala hawakuwa na uwezo wa kuchapa katika mashine. Mara nyingi walikuwa wakitengeneza ngozi za wanyama ziwe laini na nyembamba sana, kisha wakazishona pamoja kiwe kipande kirefu, na baada Walitumia hicho kuandika katika hizo ngozi. Hapa tunaweza kuthibitisha hili katika Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 13, ambapo maneno ya Mungu anasema, lile joho niloliacha kwa Karpo huko Troa, ujapo ulilete na vile vitabu, hasa vile vya ngozi. Hivyo maneno haya yalimuhimiza Yohana ayaandike yote anayoyasikia, ili iwe kumbukumbu kwa watu wote. Katika hapa hapo Funuo sura ya kwanza mstari wa 11 tunaona maneno yanayosema makanisa saba. Kama nilivyoeleza mwanzo mstari wa nne, kwamba makanisa haya hayakuwa madhehebu tena madhehebu mbalimbali mbali, kama haya tuliyonayo sasa, yasione na mamoja, bali makanisa haya saba ni makundi ya kanisa lile mmoja la Kristo Yesu. Twajua hayo kwa sababu kanisa linaitwa kuwa ni mwili wa Kristo Yesu. Na hii imethibitishwa katika Wakorosai sura ya kwanza mstari wa 18. Unaweza ukaangalia tena Waefeso sura ya kwanza mstari wa 22 mpaka 23. Na Yesu inasemekana ana mwili mmoja tu. Na hii imeandikwa pia katika Waefeso sura ya 4 mstari wa nne. Kwa hiyo kuna kanisa moja tu. Nikiwa na maana kundi mmoja na mchungaji mmoja. Na haya ninayoyasema yamethibitishwa pia katika Yohana sura ya 10 mstari wa 16. Na tena kuna sehemu nyingine inasema tena kuna imani moja tu, na hii pia imethibitishwa katika Yuda sura ya kwanza, mstari wa tatu. Basi majina yanayotajwa katika mstari huu wa 11 siyo majina ya madhehebu mbalimbali bali ni majina ya miji ambako makanisa ya Kristo yalikuwepo. Hapo siongelei majengo bali naongelea makundi ya Yesu Kristo. Unaweza kutazama Warumi sura ya 16 mstari wa 16. Pia unaweza kutazama Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza, mstari wa 12. Unaweza pia ukathibitisha katika Matendo sura ya 8 mstari wa kwanza na kama isitoshe unaweza pia ukaangalia katika Wagaratia sura ya kwanza, mstari wa kwanza, mpaka wa pili. Hivyo Yesu aliyaandikia makanisa haya saba kwa sababu mbili muhimu. Sababu ya kwanza, walipokea neno vizuri, lakini baadaye kila kundi likafuata yake wenyewe. Na sababu ya pili, makanisa haya saba ni sala Kristo duniani lijihoji na kutenda sawasawa sawa kama Yesu alivyoagiza kila kanisa, kupitia yale makanisa saba lijihoji: je, linakwenda sawasawa kama Bwana alivyoagiza au la? Na kama sivyo, lijitengeneze lenyewe. Katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 12 kuna maneno ambayo yanazungumzia vinara vya taa saba vya dhahabu, maneno ambayo watu wengi hawawezi kuyatafsiri. Tunaposoma Ufunuo wa, uh, wa kwanza sura ya 12 maneno ya Mungu anasema nikageuka, nione ile sauti iliyosema nami, na nilipogeuka niliona vinara vya taa saba vya dhahabu. Tafsiri hasa ya mstari huu ni kwamba vinara hivi ni mfano wa makanisa, na hili unaweza kuthibitisha katika Ufunuo sura ya kwanza, mstari wa ishirini ambapo maneno ya Mungu anasema, Siri ya zile nyota saba ulizoziona katika mkono wangu wa kuume na vile vinara saba vya dhahabu, zile nyota saba ni malaika na yale makanisa saba na vile vinara saba ni makanisa saba. Basi kinara ni kitu kinachoshika taa Wakristo wanafananishwa na taa, yani wao ni nuru. Maneno haya pia yanathibitishwa katika Mathayo sura ya tano, mstari wa kumi na nne. Dhahabu ni kitu cha thamani, tena ni hazina, lakini pia ni kitu chenye kudumu kwa kuwa hakiwezi kuingia kutu. Basi mstari huu unamaanisha kuwa Wakristo wana thamani na wanadumu milele, ikiwa watakuwa waaminifu kwa Mungu. Tunapoendelea katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kumi na tatu kuna neno pia ambalo watu wanashindwa kulieleza vizuri, na hili neno linahusu mtu mfano wa mwanadamu. Katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kumi na tatu maneno ya Mungu yanasema, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mishipi ya dhahabu matitini kama ukisoma kwa makini Danieli sura ya 7 mstari mstari wa 13 utagundua kuwa Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 13 inatuonyesha bila shaka kuwa mtu aliye mfano wa mwanadamu ni Yesu Kristo. Katika Marko sura ya pili mstari wa kumi, maneno ya Mungu anasema lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayoamri duniani ya kusamehe dhambi. Hapo anamwambia yule mwenye kupoza kwa hiyo Yesu anatajwa kuwa ni mwana wa Adamu, lakini yeye si mwana wa Adamu wa asili. Yeye ni mfano wa mwanadamu, lakini si mwanadamu. Hakuna mwanadamu yeyote mwenye amri ya kusamehe dhambi, bali Mungu, na hakuna awezaye kusamehe dhambi wakati yeye ni mdhambi. Hivyo Yesu hakuwa na dhambi, yeye ni Mungu. Yesu anatembea katikati ya yale makanisa saba yaliyo mali yake kwa sababu yeye ndiye aliyanunua kwa damu yake. Na hii unaweza kuitazama na kuithibitisha katika Matendo sura 20 mstari wa 28. Kwa hiyo anaweza kuyaangalia katika maisha, mahitaji na matendo ya kiroho ya Wakristo. Maneno haya pia yanathibitishwa katika Ufunuo sura ya pili mstari wa pili. Mpenzi msikilizaji wangu, tunapoendelea kusoma hii hii Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 13 tunaona kuna maneno yameandikwa, vazi lililofika miguuni. Hii ina maana gani hasa? Unajua, watu wa zamani walivaa mavazi marefu, lakini walipohitaji kufanya kazi kwa bidii au kukimbia kimbia, iliwapasa washike upindo wa vazi na kufunga juu, kusudi nguo isiwazuie katika shughuli zao litumia mishipi kufinga upindo ili wasianguke. Hivyo, katika mstari huu tunaona kuwa Yesu yuko tayari kufanya kazi katika makanisa yake. Ama, fasiri nyingine katika mstari huu, vazi lililofika miguuni hudhihirisha kazi tatu za Yesu Kristo. Kazi ya kwanza, Yesu Kristo kama nabii, na hii tunaweza kuipata vizuri katika Kumbukumbu kumbu, sura ya 18 mstari wa 15, lakini pia unaweza ukaangalia katika Luka sura ya 13 mstari wa 33. Ukisoma hapo utaona kazi ya kwanza na mbili, Yesu ni kama kuhani na hii ipo katika Waibrania sura ya pili mstari wa kumi na saba ambapo hapo utaweza kusoma vizuri kuhusiana na kazi hiyo ya pili, na kazi ya tatu Yesu ni kama mfalme na hii ipo katika Ufunuo sura ya 19 mstari wa 16. Ni vema kukumbuka kuwa watu walio wakuu kimwili au makuhani katika mpango wa Mungu walivaa mishipi ya dhahabu kuonyesha kazi zao. Basi Yesu aliye kuhani mkuu na mfalme wa wafalme, mshipi wa dhahabu aliovaa ulionyesha mamlaka yake yani. Tunapoendelea kusoma katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 14 tunagundua kuna neno linasemwa, kichwa na nywele. Katika mstari huu wa Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 14, maneno ya Mungu anasema kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe, kama theruji na macho yake kama mwali wa moto Maneno haya yanaonyesha utakatifu wake, kwamba Yesu hana mawaa. Tunasoma hali hiyo katika milango mingi kwenye Biblia. Kwa mfano, Danieli sura ya saba mstari wa tisa maneno ya Mungu yanasema nikatazama, hali nikatazama, hata viti vya enzi vikawekwa, pamoja na mmoja aliye mzee wa siku ameketi, mavazi yake yalikuwa meupe kama theruji na nywele za kichwa chake kama sufu safi, kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakao. Nataka ujue rangi nyeupe, tulipokuwa tunasoma tulijifunza katika jiba, dibaji yetu kwamba inasimamia utakatifu, yaani rangi nyeupe, tuliona kabisa kwa undani kwamba inasimamia utakatifu katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 14, hapa hapa tunaona maneno yameandikwa, macho kama mwali wa moto. Ina maana mwenye kuona Yesu anaona na kujua kila kitu. Kwa hiyo Yesu anaona mambo yote kwa jinsi ambayo macho yake yanavyoweza kuondoa giza. Tena kumbuka, moto hutumiwa kuharibu na kusafisha chuma na unaweza kuharibu kitu chochote kisichochuma. Yesu anawapima Wakristo kwa matendo yao na wale wasio safi wataangamizwa. Lakini jumla ya mambo yote katika mstari huu ni kwamba Yesu anawaambia Wakristo wanaoteswa kutoa hofu kuwa Yesu anaona shida zao na tabu zao pamoja na majaribu wanaoyapata na yeye atawakomboa. Mpenzi msikilizaji, pale tunapoendelea kusoma kitabu cha Ufunuo tunaenda Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 15, na hapa kuna maneno yanayosema, miguu kama shaba iliyosuguliwa sana. Tukichukua wakati na wasaa kusoma Ufunuo wa sura ya kwanza mstari wa 15, maneno ya Mungu yanasema na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana kana kwamba imesafishwa katika tanuru na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Miguu iliyong'arishwa ni ujumbe wa utakatifu. Maneno haya yameelezwa pia katika Isaya sura ya 52 mstari wa 7 mpaka wa kumi. Shaba inaashiria nguvu. Maana yake ni kuonyesha nguvu na utakatifu wa Yesu Kristo, nguvu za uharibifu kuwepo katika Hasira ya Mungu juu ya serikali ya Rumi. Hivyo Yesu atakuja upesi kulipa au kutoa maamuzi. Kwa hiyo hapa tunaoashiria utakatifu, lakini pia mamlaka au nguvu ambayo Yesu anayo. Na katika hapa mstari huu kuna maneno yanasema, sauti kama maji mengi. Ukisoma Ezra sura ya kwanza mstari wa 24 mpaka 25 na Ezra sura ya 43 utagundua hiyo sauti ya Mungu ni sauti inayotoa maagizo na hukumu. Kwa hiyo sauti kama maji mengi katika mstari huu imefananishwa kwamba ni sauti ya Mungu yenye maagizo, lakini pia yenye hukumu. Tukiendelea kusoma Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 16 tunagundua kuna maneno mengine yenye mafumbo na haya maneno yanasema, nyota saba mkono wa kuume. Tukichukua wasaa, na hebu tusome katika Ufunuo wa kwanza sura ya 16, wanasema naye alikuwa na nyota saba katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Mkono wa kuume ni alama ya nguvu au uthibiti halisi. Maana ya nyota saba au malaika saba hawa ni malaika wa kulisha kanisa. Ninaomba sana, tutakapofika mstari wa ishirini nitakueleza vizuri kulingana na mstari huu unamaanisha nini. Lakini hapa katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 16 tunaona kuna maneno yanasema upanga wenye makali kuwili. Katika milango mingi ya Biblia inasema upanga ni neno la Mungu. Kwa mfano katika Yeremia sura ya 23 mstari wa 29, maneno ya Mungu anasema, Je, neno langu si kama moto? asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Tena tukisoma katika Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 maneno ya Mungu yanasema tena hasa kwa ufupi, katika kile kifungu cha kwanza maneno yanasema maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Unaona, neno la Mungu linafananishwa kama upanga ukatao kuwili. Tukisoma pia katika Waefeso sura ya 6 mstari wa 17 na Ufunuo sura ya 2 mstari wa 16 huu ndio usahihi wa tafsiri ya mstari huu. Maana baadhi ya watu wamesimama katika neno la hukumu tu, wakasisitiza kwamba upanga wenye makali ni siku ya hukumu. Lakini ukweli tunapoangalia maneno ya Mungu, neno hilo ukisema ni hukumu tu, basi hakuna faida. Lakini haijalishi kama hukumu ni maonyo au mambo mengine yote inasimama katika neno la Mungu ambalo ni upanga. Kwa hiyo ukisema hukumu peke yake au ukisema maonyo peke yake, haina maana wala haina faida. Neno upanga wenye makali unaokata kuwili hapa inasimama kama neno la Mungu. Milango inayodaiwa na baadhi ya watu ingefaa waichunguze upya milango hiyo, na hii milango ni Isaya sura 49 mstari wa pili Yohana sura ya kumi na mbili na mstari wa arobaini na nane. Milango hii ukiichunguza bado inaonyesha ni neno la Mungu linalofanya yote hayo na si siku ya hukumu. Neno la Mungu linafariji, neno la Mungu linaonya, lakini neno la Mungu lina hukumu. Kwa hiyo maneno haya ya upanga ukatao kuwili siyo siku ya hukumu, lakini ninasimamia ni neno la Mungu katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa sita. Hapa pia tunaona neno linalosema uso kama jua. Maneno haya yanaonyesha nguvu. Ukisoma katika Mathayo sura ya 17 mstari wa kwanza mpaka watano, maneno ya Mungu yanasema: na baada ya siku sita Yesu akawatwaa Petro na Yakobo na Yohana nduguye akawaleta juu ya mlima mrefu faragani akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, katokea Musa na Eliya akizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya vibanda vitatu, kimoja cha wewe, kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Alipokuwa katika kusema, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu likasema, huyu ni mwanangu mpendwa, wangu niliyependezwa naye, msikieni yeye. Hivyo tunapousoma mlango huu wa Mathayo, ukweli unaotokana na mlango huu ni kwamba Yesu ni mwenye mamlaka na tunahimizwa kumsikiliza yeye. Unaweza pia ukaangalia Mathayo sura ya 13 mstari wa 43. Mpenzi msikilizaji, naomba tukomee hapo kwa leo ili tuweze kutafakari maneno ambayo tumeyaona katika kitabu cha Ufunuo. Tumekubaliana kwa pamoja tutaenda polepole pole katika kuchambua na kudadavua kila mlango kila neno na kila siri iliyofichwa katika kitabu cha Ufunuo. Tutafakari vizuri neno la Mungu na tumuombe Mungu atujaze Roho Mtakatifu aweze kutuongoza katika kuyatambua yale aliyoyamaanisha katika kitabu cha ufunuo. Wakati ujao tutaanza kuangalia katika Ufunuo sura ya kwanza na mstari wa kumi na nane. Hapo tutaona siri zingine ambazo zimefichwa katika maneno ya kitabu cha ufunuo. Mungu akubariki sana na asante kunisikiliza, basi tukutane wakati ujao.